Itukuzwe Damu ya Kristo! Mpendo wa mtazamaji na mfuatiliaji wa St Gaspar Media, karibu katika kipindi chetu cha tushirikishane tone la upendo ikiwa ni kipindi kingine kipya, ambako kwa kipindi hiki cha leo tupo katika kipindi cha Kwaresma ambako mama kanisa ametuwekea wakati mzuri wa kuweza kutafakari, wakati wa kuweza kusali, wakati wa kuweza kufunga na kuweza kutenda matendo ya huruma. Kipindi hiki ni kipindi muhimu sana kwetu sisi, ambacho kinatukumbusha kuweza kumrudia Mwenyezi Mungu, kuweza kutafakari yale yote ambayo tumeweza kumkosea na kuweza kujipatanisha naye. Kipindi hiki ni kipindi cha toba. Basi katika kipindi chetu cha leo tupo na mgeni ambaye yeye basi atatupitisha katika tunu msingi katika kipindi hiki cha Kwaresma. Moja ya mambo ambayo tunasisitizwa na kanisa kuweza kuyafanya katika kipindi hiki cha Kwaresma ni kusali. Na katika sala hizo ipo sala maarufu au sala muhimu sana ambayo kipindi hiki cha Kwaresma tunasisitizwa sana kuisali na kuishiriki kwa upekee wake. Sala hiyo au ni ibada hiyo ni ibada ya njia ya msalaba. Basi ungana nami mtangazaji wako Fratelli Anthony Eponda nikiwa na mgeni wetu siku hii ya leo Fratelli Franklin Magacha, ambaye basi yeye ndiye atakayekuwa anatuongoza katika kipindi hiki cha siku hii ya leo mwanzo mpaka mwisho. Basi tunapoanza kipindi chetu hiki, nimkaribishe Fratelli Franklin, yeye atufungulie kwa sala. Karibu Fratelli Franklin. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Amina. E Mungu, tunakushukuru kwa wakati huu, tunaomba umtume Roho wako Mtakatifu ili ambayo tunaenda kuyatafakari yakao kwetu chachu ya kutafuta uso wako na kufika mbinguni, ili tuweze kufurahi pamoja na malaika na watakatifu. tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu Amina. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Amina. Basi tunapoanza kipindi chetu, kwanza basi nikukaribishe Frateli Frankline katika studio zetu za St. Gaspar Media. Basi kwa nafasi hii nikupe nafasi kwanza uweze kujitambulisha ili watazamaji wetu waweze kukufahamu. Asante ndugu mtangazaji Frateli Anthony Ponda, kwa majina anaitwa Frateli Frankline Stefano Magacha, ni mseminari wa shirika la misionari wa Damu Azizi ya Yesu, tuko Morogoro Asante kwa utambulisho huo mfupi, na basi tuanze moja kwa moja katika kipindi chetu cha siku hii ya leo. Kwanza tungependa kufahamu nini maana hasa ya ibada hii ya njia ya msalaba? Asante mpendwa msikilizaji na mtazamaji, ambao mnatufuatilia, na ndugu mtangazaji ambaye ameniuliza swali la msingi. Lakini kwa kutaja njia ya msalaba, maana yake tunataja sala, kwa hiyo lazima tujue kwamba katika maisha ya Mkristo, maisha yake yanapaswa kujengwa katika sala. Mapigo ya moyo wa Mkristo daima yanapaswa kuwa sala, na tunaposali tunakuwa tunatii agizo la bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe mojawapo ya sala nzuri kabisa ambazo zipo katika desturi ya kanisa ni hii njia ya msalaba. Sala ya njia ya msalaba hii chimbuko lake ni maandiko matakatifu, ambapo tuna tafakari mateso ya bwana wetu Yesu Kristo, ambayo ni sehemu ya kilele cha kazi ya ukombozi wetu sisi wanadamu. Tunapozungumzia njia ya msalaba, hapa tunataja mateso, kifo na ufufuko. Maana yake nini? Tuna tafakari safari ya Yesu kwenda kutukomboa, ambayo inaanzia katika ukumbi wa Pilato mpaka kaburini. Kwa kusali njia ya msalaba, Mkristo anaiona waziwazi huruma ya Mungu na upendo wa Mungu, njia ya msalaba. Lakini pia ni ukumbusho wa tuseme, wa mwisho wa maisha Yesu Kristo hapa duniani, aliyekuja kuukomboa ulimwengu katika utumwa wa dhambi. Kwa karne nyingi sasa, Wakristo wameshika njia ya msalaba njia ambayo inawapeleka kwenye kilima cha msulubiwa, lengo likiwa ni kufikia ufufuko wa Yesu Kristo ambaye ni kielezo cha mafumbo ya Pasaka. Ni safari hii ya hija ambayo ni njia ya mateso, ambapo mwanzo wa Kristo walifanya katika mji wa Yerusalemu, na taratibu taratibu leo tunaisali katika makanisa yetu. Okay, tunashukuru sana kwa historia hiyo nzuri ambayo basi inatupa picha kuhusu nini maana hasa ya hii njia ya msalaba. Na labda tungeweza kufahamu sasa e, baada ya ufufuko nini hasa e, mwendelezo au wa, e, mwendelezo wa, wa hii ibada ya njia ya msalaba? Asante frateli. Kabla ya ufufuko nisemee kidogo historia njia msalaba kama nilivyosema hapo mwanzo, hii ni desturi ya Wakristo wa Katoliki kushiriki njia ya msalaba ifikapo kipindi cha Kwaresima. Desturi hii ilianza na Wakristo wa Ulaya mnamo karne ya kumi na mbili mara baada ya kutembelea nchi takatifu. Baadaye utaratibu huu ulienea kwa wafuasi wa Mtakatifu Francisco Assisi. Sasa nirejee kwenye swali lako la msingi. Baada ya ufufuko, baada ya ufufuko, tunajua Yesu aliendelea kuwatokea mitume. Yeah. Na mama yake pia alikuwepo, bila shaka walifarijika. Tunasema walifarijika kwa sababu wote tunajua kifo kilikuwa ni cha aibu. Yeah. Watu walikuwa wamekata tamaa, kwa hiyo kitendo cha Yesu kuonekana tena walipata faraja. Mitume pia walipewa maelekezo ya kuendeleza kanisa la Kristo tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya kwanza hadi ya kumi na moja. okay. Hali hii ya Yesu kuwatokea haikudumu kwa muda mrefu, ni siku arobaini. Yesu akapaa mbinguni, yeah. kwa baba yake. Kwa kupaa kwa Kristo ilimpasa Bikira Maria kuishi maisha yake yote bila kumwona mwanaye ana kwa ana, japo aliendelea kumwona katika sakramenti ya Ekaristi. Okay. historia inaeleza kwamba mwishoni mwa maisha ya mama Bikira Maria alitoka Yerusalemu kuelekea Efeso, siku hizi tunaita Uturuki. Baada ya kuwa nje ya maeneo ambapo mateso ya mwanaye alitokea, Mama Maria aliweka vituo kama sehemu ya kukumbuka mateso ya Kristo. Hii ndiyo inayosadikika kuwa ibada ya mwanzoni mwa njia ya msalaba, japokuwa historia yake haiko wazi sana okay. Na... Sasa eh, labda tungeweza kufahamu, umegusia kitu kizuri hapo yeah. Vituo vya njia ya msalaba tunapofahamu tuna, kama Wakristo tunapoenda kanisani kuhudhuria ibada hii ya njia ya msalaba, tunaona basi tunapitishwa katika eh, vituo mbalimbali mbali, ambako humo tunawashuhudia kuanzia safari ile ya mateso inapoanza, basi labda ungetupitisha, tungeweza kuvifahamu hasa nini maana ya kupita katika hivyo vituo vya njia ya msalaba au nini maana hasa ya hivyo vituo vya njia ya msalaba? Uh, vituo vya njia ya msalaba ndo vinavyoelezea safari ya Yesu, kama nilipokuja kusema kwamba vinaelezea Yesu. Kituo cha kwanza kinaonyesha Yesu anahukumiwa. Maana yake hapa ndo kwenye ukumbi ule sasa wa Pilato. Maana yake tutaona baadaye kwamba ueneaji wa ibada hii njia ya msalaba mpaka kufikia hivi vituo kumi na nne. Ni safari. Ni safari hai, kwanza moja kwa moja kama vituo kumi na nne. Kwa hiyo jibu lako naomba niliweke katika ueneaji wa ibada ya njia msalaba, nitakavyokuwa naelezea ilivyoenea, utaona hivyo vituo kumi na nne vinavyoingia vituo vya njia msalaba ni matokeo ya hija mbalimbali huko Yerusalemu kama ilivyoelezwa hapo mwanzo. Lakini tukumbuke katika historia, mwaka 1187 mji wa Yerusalemu uliwekwa chini ya mamlaka ya dola ya Kiislamu. Ni baada ya miaka 40 ndipo Wafransiscani waliruhusiwa tena kuingia katika nchi takatifu. Ni kwa ruhusa hiyo ndipo Mtakatifu Francisco Asizi alizidi kueneza ibada hii ya pekee na ndiye aliyekuwa mtu wa kwanza kupata madonda ya Yesu, stigmata. Ni katika mwaka 1342 Wafranciscani waliwekwa wasimamizi wa maeneo matakatifu na Papa Klementi wa sita, okay. Matokeo ya matumizi ya neno vituo ni ibada ya William Wei kutembelea nchi takatifu katika karne ya kumi na tano, na kueleza kuwa mahujaji hufuata njia ya Yesu walipoanza kuitengeneza tena nchi takatifu kwa kujenga makanisa na vituo vya hija huko Ulaya hapo mwanzo idadi kamili ya vituo vya njia msalaba katika Yerusalemu inaeleza kuwa ni chini ya kumi na nne, hususani katika masimulizi ya mama Bikira Maria vilikuwa ni kumi na mbili. Okay. na ni katika zama hizi za Franciscan vituo hivi vinakadiriwa kuwa saba hadi thelathini. Mnamo mwaka elfu moja mia sita themanini na sita Papa Innocent wa kumi na moja aliwapa ruhusa ya kuweka vituo hivi katika makanisa yao na baadaye mwaka 1731 Papa Klementi wa kumi na mbili aliruhusu kuwekwa hata katika makanisa yote kwa kufuata matashi ya skofu mahalia. Na kipindi hicho vituo vilivyowekwa vilikuwa kumi na vinne kama idadi kamili okay. Sisi Wakristo wa Katoliki tunaalikwa kusali njia ya msalaba mtu mmoja mmoja, hmm, au katika vikundi na kusali kwa kutembelea vituo kumi na nne vilivyopo kanisani au eneo la hija. Mama kanisa hutupatia nafasi ya kusali njia ya msalaba kipindi cha Kwaresima kila Ijumaa, lakini pia twaweza kusali njia ya msalaba muda wote, ili kutafakari juu ya safari ya ukombozi wetu. Mama kanisa anamimina rehema kwa waumini wote wenye kusali njia msalaba kanisani kama waumini ambao wameenda kuiji nchi takatifu na kufanya njia msalaba. Okay, asante sana, na nilikuwa nina swali hapa ambalo e, nimeshapata jibu lao. Nitaka nikuulize pia sasa, mkristo anaweza akawa anatuuliza au anajiuliza je, hii baada ya njia ya msalaba naweza nikaisali kipindi gani? Ni lazima tu iwe kipindi cha Kwaresma au hata naweza nikasali wakati mwingine. Kumbe basi tushapata jibu kwamba anaweza akasali muda wote ule ambao yeye yeah. Hey, anatamani kutafakari mateso ya bwana wetu Yesu Kristo. Sasa Frateli Franklin, nilikuwa naomba tuweze kufahamu pia ni faida gani ambazo, e, mkristo anazipata pale anaposhiriki ibada hii ya njia ya msalaba. Asante ndugu mtangazaji, zipo faida kadha wa kadha ambazo mkristo anazipata pale anaposhiriki ibada hii ya njia ya msalaba, kwanza anafanya hija ya kiroho kwa kusali njia ya msalaba, mioyo yetu inatembea na Yesu, yaani tunalifanya lile tokio la Yesu kusulubiwa lifanyike tena upya. Maana haya mambo ya ibada tunapoyafanya, maana yake tunayafanya ya tokeo anasema sasa hivi na wakati huu, tunalifanya lile tukio liwe jipya kwa hiyo sisi tunashiriki ile safari kama vile tunaongozana na Yesu kipindi kile. Kwa hiyo sasa hivi tunakuwa tunasafiri naye. Naye ndio faida nyingine ambayo tunaipata, ndio nilikwisha kuigusia kwamba anayekwenda kuhiji kule Yerusalemu, nchi takatifu, na kufanya njia ya msalaba anapata rehema okay. rehema hizo hizo na sisi ambao tunasali katika makanisa yetu ndiyo, tunazipata kwa kusali njia ya msalaba tunapata rehema kwa ajili yetu na kwa ajili ya roho zilizoko toharani. Ili kunufaika na hizi rehema, yafaa kupokea sakramenti ya upatanisho huku tukikusudia kuacha dhambi, na kupokea Ekaristi takatifu na kuomba nia kwa ajili ya Baba Mtakatifu. Ndio maana utaona katika nguzo mojawapo ya kipindi hiki, yeah, ni kuungama. Kwa hiyo yeah, unapoungama na kufanya njia ya msalaba na kupokea Ekaristi na kuomba kwa nia za Baba Mtakatifu unakuwa umejipatia ile rehema. Okay. Sababu pia faida nyingine tunayoipata ni kuvumilia mateso na changamoto za maisha. Okay. Tunajua sisi ni wanadamu hatuwezi kukosa mateso au changamoto. Yesu ambaye hakutenda dhambi anateseka kwa ajili yetu sisi wa dhambi. Ni mwaliko wa kuona fahari juu ya msalaba. Msalaba ambao wokovu wa ulimwengu umetundikwa juu yake tuupende msalaba wa Yesu kwa kuvumilia mateso na changamoto ambazo tunakutana nazo kila siku hapa duniani. Cha nne, tunakuza upendo wetu kwa Mungu. Kwa kusali njia ya msalaba tunakutana na Yesu aliyetupenda upeo. Tunakumbuka maneno yake, alisema, hakuna mtu mwenye upendo mkuu kuliko huu wa kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki, rafiki zake. Injili ya Yohana sura ya kumi na tano aya ya kumi na tatu. Kwa hiyo tunapomwona Yesu msalabani tunakumbuka huyu, kweli ametuonyesha upendo mkuu okay. Na faidu, faida tuseme ya mwisho hmm, ni kutuongezea imani na matumaini okay. Katika vituo vya njia ya msalaba, tukifika kituo cha kumi na nne Yesu anakufa, lakini vituo haviishii pale cha kumi na tano kinatupa matumaini ya ufufuo. Yesu anafufuka yeah. Maana yake na sisi tunapata matumaini kwamba huyu aliyeteseka hakuishia kaburini yeah. Amefufuka, maana yake hata sisi pia mateso tunayopitia, mahangaiko tunayoyapitia tunaahidiwa kwamba yana mwisho na mwisho tutafurahi na Bwana wetu Yesu Kristo yeah. Basi asante sana frateli, kwa kuweza kufahamu umuhimu hasa wa kusali au ushiriki ibada hii ya e, njia ya msalaba. Sasa basi tunapoelekea mwishoni mwishoni mwa kipindi chetu, basi tuweze kufahamu sasa kwa nini ni muhimu kwa sisi wa Kristo kuweza kusali au kushiriki e, kikamilifu ibada hii ya njia ya msalaba na hasa siku za Ijumaa ambako tunasisitizwa sana kushiriki ibada hii ya njia ya msalaba. Asante kwa swali zuri. Nianze kwa kusema tunaposali njia ya msalaba si swala la kihistoria ni bali, tunasimama kando ya Yesu msulubiwa hapa tulipo na sasa, Here and now. Okay. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, maana yake tunaona cha kwanza, ibada hii ya njia ya msalaba tunapoifanya inatuleta ana kwa ana na Yesu, Yesu msulubiwa tunakutana naye uso kwa uso. Ndiyo. Katika kila kituo tunaona gharama ya ukombozi wetu Yesu anapoanguka anapokutana na simoni wa Kirene anapokutana na veronika anapokutana na wale wanawake wanalia. Yesu ambaye mwisho wa siku anaenda kufa kifo cha aibu. Haya yote tunaona gharama kubwa kabisa iliyotumika kumkomboa mwanadamu. Kwa hiyo tunakutana na Yesu ana kwa ana, ana. Ana kingine inaongeza upendo wetu kwa msalaba. Yesu anatuita tubebe msalaba kila siku na yeye ametuonyesha mfano. Kusali njia ya msalaba hutusaidia kuona mateso yetu wenyewe, huku tukiaunganisha na mateso ya Yesu msulubiwa, hatimaye kubeba misalaba kwa uvumilivu na upendo. Okay, umuhimu mwingine, inatuunganisha na kanisa linaloteseka katika njia ya msalaba. Utaona pia tunasema tunaombea roho za watu walioko toharani. Tunaposali njia ya msalaba tunaomba pamoja na kanisa lote yaani, liliopo safarini, toharani na la mbinguni. Na hapo tunasimama kwa mshikamano wote wanaoteseka, kutoa sala zetu kwa ajili ya mahitaji ya kanisa letu sisi wasafiri na kanisa ambalo liko toharani Okay. Na umuhimu mwingine wa mwisho tunasema huunda moyo wa kumshuhudia Kristo kwa maneno na matendo bila uoga Okay. Tunaposali njia ya msalaba kwa hakika tunatembea na Kristo kutoka ukumbi wa Pilato, kama nilivyokwisha kusema mpaka kabrini, okay. Tukumbuke Veronika hakuogopa kutoa leso yake ili kumfuta uso wake, hakuogopa ndio. Kwa hiyo ndivyo anavyotufundisha na sisi, katika magumu tutakayopita, tusione aibu wala tusiogope kumtangaza Kristo kwa watu. Asante sana frateli kwa maelezo haya mazuri ambayo yameweza si kutupitisha katika historia ya ibada hii ya njia ya msalaba, imeweza kutupitisha katika faida za kusali hii ibada ya njia ya msalaba. Basi tunapomalizia malizia kabisa, niweze basi kuwatakia mfungo mwema watazamaji wetu na wafuatiliaji wetu wa kipindi chetu hiki cha e, tushirikishane tone la upendo na labda Fratelli, tunapotamatisha kipindi hiki, labda kama una chochote cha kutuambia, na hasa mambo ya muhimu ambayo basi mkristo anapaswa kuyaishi au kuyafanya katika kipindi hiki cha kwaresma? Kwa ujumla, kipindi cha kwalezima ni kama ni kufuata zile nguzo za kwalezima, yeah, ambapo tunaalikwa kuwa watu wa sala yeah, tunaalikwa watu tufunge yeah, tunaalikwa pia kusoma neno la Mungu, tunaalikwa kufanya matendo ya huruma yeah lakini kwa vile tulikuwa tunazungumzia njia ya msalaba, ningependa nitumie maneno kidogo ya mtakatifu Gaspari. Ndiyo. mtakatifu Gaspari anapotazama msalaba wa Yesu. Ndiyo. anasema hakika ni kitabu cha kusoma. Kumbe huu msalaba tunapoutazama, tunapotazama sasa hivi tukiivaa, inapendeza misalaba yetu <laughs> lakini, ukweli aliyokuwa kwenye juu ya msalaba alikuwa apendezi. Ndiyo. alikuwa ni mtu aliyetapaka damu ni mtu aliyevikwa taji la kinafiki la miiba yenye kumchoma, ni mtu aliyepigwa mijaredi, ni mtu hata ambaye amekufa bado anamchoma kwa mkuki. Hasa ukitazama kweli unaona ni kitabu cha kusoma. Ni mwanaume wa miaka 33 anayevuliwa nguo mbele za watu na mamake akiwepo. Kwa hiyo, kupitia msalaba tunajifunza unyenyekevu mkubwa sana wa huyo Mungu anayejifanya mtu kwa ajili ya kutukomboa Anaangaika, anateseka, anakufa kwa ajili ya ukombozi wangu mimi na wewe. Kwa hiyo hatuna budi kuthamini ukombozi tulioupata kwa kuwa wema na kuweza kupata rehema zote ambazo tunapewa hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma. Asante sana Frateli, asante sana nawe mtazamaji wetu kwa kuweza kuwa nasi toka mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Basi, kama tulivyopewa wito wa kushiriki hizo nguzo za muhimu katika kipindi hiki cha Kwaresma, basi tusiache kusali, tusiache kutenda matendo ya huruma, tusiache kutafakari neno la Mungu, basi na yale yote ambayo yanaambatana nasi katika kipindi hiki cha Kwaresma. Tusiache kumsindikiza Yesu katika safari yake ya msalaba, tuungane naye toka anapohukumiwa mpaka anapofika Kalvari. Nasi basi tuungane naye, ibada hii ya njia ya msalaba iweze kutukumbusha safari yetu ya wokovu. Basi ninakushukuru sana kwa kuweza kuwa nasi toka mwanzo mpaka mwisho. Ulikuwa nami mtangazaji wako Frateli Anthony Eponda, mgeni wetu wa leo alikuwa Frateli Frankline Magacha na nyuma ya kamera alikuwepo Frateli Jackson Silayo. Mpaka wakati mwingine, tunakutakia utazamaji mwema wa vipindi vyetu vinavyofuata. Itukuzwe damu ya Kristo, milele amina! Amin. Tushirikishane tone la upendo.